Napenda kushukuru kwa kutualika kuwa e, mgeni rasmi kwa siku ya leo, kama alivyosema, nimekuja kwa niaba ya mkuu wa wilaya katika maadhimisho haya ya mtoto wa Afrika, lakini pia ni wapongeze nyote kwa mwitikio mnaoonyesha. Mmejitahidi. E, lakini na tuna kila sababu ya kuendelea kutangaza siku hii ili tuone watu wengi zaidi wanajitokeza kwa wingi kwenye shughuli kama hii kwenye tukio hili la maadhimisho siku ya mtoto wa Afrika. Lakini vile vile, ndugu wananchi na watoto kwa ujumla, nina imani kwamba kwa sasa hakuna mtu asiyejua kuwa mtoto ni hazina kubwa ya taifa, na hata wenzangu pia wamezungumza kuhusu hili na hata baadaye. Hivyo kwa umoja wetu tunapaswa kuhakikisha usalama wa mtoto, usalama huu unalindwa, hasa katika nyakati hizi ambazo jamii inawafanya watoto ukatili kama kauli mbiu ya mwaka huu 2025 ambayo inaelezea kuwa haki za mtoto tulipotoka tulipo na tuendapo. Kwa msingi huu, serikali yetu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imetambua umuhimu wa kulinda haki za mtoto kwa kuwapa kipaumbele watoto wetu, na ndio maana halmashauri kupitia idara ya maendeleo ya jamii na idara ya afya kupitia kitengo cha ustawi wa jamii inaendelea kuhakikisha masuala yote yanayohusu usalama wa mtoto yanapewa kipaumbele ili kulinda haki za mtoto na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Lakini nimeambiwa bado matukio haya ya kikatili katika wilaya yetu yapo, sio kwamba yameisha, na kuna baadhi ya wilaya kata, sorry. Baadhi ya kata ambazo zinatajwa sana kuwa bado matukio haya yanaendelea kuonekana, na nimebonyezwa hapa kwamba hasa kata ya Monduli Juu inaonekana kama matukio haya kikatili kidogo kata hii ina ina matukio matukio mengi kidogo ukifananisha na kata nyingine. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kuomba sana watendaji wote, mtendaji wa kata Monduli Juu, lakini na vile vile afisa tarafa, maana Monduli Juu ni tarafa ya, ya Kisongo, wafuatilie matukio haya kwa karibu, ili kwa namna moja au nyingine tuhakikishe tunadhibiti matukio haya, lakini vile vile kuchukua hatua za kisheria kwa wale wote watakaobainika wanafanya vitendo hivyo vya kikatili kwa watoto wetu. Tusikubali matukio kama, hii, matukio kama haya yaweze kutokea kwa sababu watoto haona namna kujitetea kwa umri wao. Sasa sisi ndio tuna sababu ya, ya, ya, ya, ya kuwasaidia hawa watoto na kuwalinda. Mara nyingi naona mwitikio mkubwa umekuwa ni upande wa kina mama kwenye shughuli hii. Kwa hiyo niombe wa kina baba wenzangu pia tulio tunajitokeza kwa wingi, kwa sababu swala hili la siku ya mtoto wa, wa Afrika wazazi wote tunatakiwa tuhudhurie, tuweze kupata ujumbe wa siku hii, lakini tuungane kwa moja, kwa sababu zoezi hili au kampeni hii ya kudhibiti ukatili wa watoto ni zoezi ambalo tunataka tushirikiane kwa pamoja, kwa maana baba mama, wakina baba na wakina mama, mkasahau kwa. Naomba haya ambayo mimi nimeyazungumza, me mwachukue na mwafanyie kazi. Kifupi tu niseme kwamba nizungumzie mambo machache kwamba watoto wana haki zao kama kauli mbiu inavyosema, haki ya kwanza ya mtoto ni kuishi, na hii haki inatakiwa mtoto kuanzia kwenye familia yake kuhakikisha kwamba anaishi na anapata haki zake za msingi, pamoja na jamii nzima. Lakini haki ya pili ni kulindwa. Watoto wana haki ya kulindwa kwa namna yoyote ile, ili kutopata madhila au madhara kutokana na jamii, ili ahakikishe anakuwa vizuri. Lakini haki ya tatu ya nne aya tatu ni kuendelezwa, ambayo haki hii ni ya msingi sana, ambapo mtoto anatakiwa apate elimu ili apate mafunzo ya aina mbalimbali, ili mwisho wa siku awe na maisha. Lakini haki ya nne ni kushirikishwa katika maamuzi, eh? Ndio maana mtoto atakiwi tu. Kuna wakati anakuwa na kipaji chake, lakini mzazi anasema mtoto huyo anataka fanye hiki, lakini huyo angeweza kuwa mtangazaji kwa hiyo ni haki nzuri kabisa kuhakikisha kwamba mtoto anapewa maamuzi na ili achague kitu ambacho kinamfaa kwa maisha yake ya baadaye. Tumekuwa na maadhimisho ya mtoto wa Afrika siku ya leo hapa TZ mia mbili na nne. Na tunashukuru Mungu kwa ushirikiano wa shirika la Compassion International Tanzania kwa kutuwezesha pamoja na makanisa washirika wenza kufanya shughuli hii ya kuadhimisha Yeah. Siku hii ya mtoto wa Afrika, lakini kwenye kipengele cha viongozi wa dini, viongozi wa dini ni muhimu sana kuwashirikisha watoto kikamilifu, kwanamisha watoto na ja vijana na ja jamii kwa ujumla ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika maadili mema eh, kwa sababu mtoto wa sasa hivi ndio nani, jamii ya kesho. Kwa hiyo mtoto hakikisho kwamba anapata maadili mema, anaelewa -ana, -ana kiroho ili awe mtu mwema katika jamii. Yes, kwa majina anaitwa Nelson Andrea ni mwalimu wa TZ 273. Siku hii ya mtoto wa Afrika huwa tunaadhimisha kila tarehe 16 mwezi wa sita mwaka kila mwaka. Aa, mtoto wa Afrika, lengo na madhumuni ya kukutana ni kwa ajili ya kuendelea kuwahimiza watoto na kuwahimiza watu mbalimbali kuhusiana na utunzaji wa watoto vizuri, lakini kuhusiana eh, na ukatili pia wa kijinsia. Majina anaitwa Irusho Simon, natokea shule sekondari Manyara. Tukio hili tulilofanya leo lina umuhimu sana kwa sisi mabinti, hususani mabinti, sababu tukio hili linatujumuisha sisi sote na kutufanya kuwa na umoja pia linatufanya, linaimarisha ulinzi wetu wa haki zetu. Sisi kama watoto tuna haki ya kupendwa, haki ya kutunzwa, haki ya kulindwa. Tunashukuru sana uongozi wote uliofanikisha tukio hili la siku ya leo, na tunafurahi sana kwa kuwa umetukumbuka sisi kama watoto na sehemu yetu katika jamii pia imeweza kukumbukwa. Hivyo wito kwa jamii nzima, tunaomba mwatunze watoto, kuwalinda na kuheshimu haki zao.